Mwana kumekucha hivyo na makucha yake mtu mzima Mandala, yeah. Je, upo kubwa sasa hivi linaloendelea ni nyinyi tu bwana. Sasa hivi kila saa mna posti tu pale eti kileleni kuna baridi ah, jadu, eh? Yaani kitu sio kijua, ligi ya Tanzania ni ya wawili, Simba na Yanga. Wengi wanakuwa wasindikizaji ligi ya Tanzania, na kuna kitu kimoja Yanga atakijutia msimu huu, kupoteza pointi mbili mapema. Ah, jado, kitu kibaya yani, kupoteza pointi mbili mapema. Na ukiangalia Simba jinsi ilivyo na jinsi inavyocheza unaiwaza Simba itapoteza pointi wapi? Hapo ndo swali linapokuja. Simba inapiga mpira wa Ulaya. Abla Morris ukimwona jinsi anavyocheza hana tofauti na Mbappe. <laughs> eh? ulimwangalia Selemani Mwalimu kipindi anafunga ile goli? Ile siku Jadu nilisikupata nafasi ya kuja uwanjani, nilinenia nili, nili, kwenye mishemisha zangu nikasema ngoja niuangalie mpira kwenye TV. Jadu, kijaribu kuiangalia Simba kwenye TV na kuonya wewe utaacha kwenda uwanjani. Watu, yaani, watu tunaopenda kwenda uwanjani ni mwenyewe, nimejuta kuangalia mpira kwenye TV. Simba kiona kwenye TV utagairi kwenda uwanjani. Nini cha mno yule yule, yule Selemani Mwalimu alivyotoka pembeni huku jisi alivyokuja, alafu alivyogandishwa the same. Yaani jinsi alivyo Selemani Mwalimu na Haaland kwenye TV ni wale wale. Simba inacheza mpira ambayo mpaka sisi mashabiki inatuvutia, tunaiona Simba ya Mixon na chama hii hapa imerudi ili hapa mbele chama nyuma Mixon, hapa Bwaria ndio ile pale Simba imerudi hii, hii yote tunapongeza uongozi kufanya usajili mzuri. Unajua watu wanashindwa kuelewa, unapoamua kusajili lazima usajili wa wachezaji wazuri kuwazidi wachezaji walio waliowakuta. Ndio maana kuboresha huu msimu naona Simba tumechukua wachezaji ambao wamewazidi viwango wachezaji waliokuwepo. Kina Morris kina ukimwangalia, so ana kiwango kikubwa. Ukimwangalia Zeduku nane Zeduku Shine Shine The Rock. The Rock. mm. ana yani ukimfananisha na Chemaroni Fondo vitu viwili tofauti. Ndio vitu ambavyo tumefanikiwa ndio maana nishawambia Yanga kosa walolifanya kubwa kukubali kupoteza pointi mbili mapema. Wenyewe wanajua na watazipata wapi kwa mujibu wao. Wapi? Wapi utaipata pointi mbili? Edabi akaja. Kuzipata pointi mbili? Yeye anasema nyinyi nyinyi tambeni lao kuna sehemu yao tu yanaenda kuzichukua. Yaani kwenu nyinyi. Hakuna kitu kibaya kwenye maisha kama kukalili. Jadu na kusia hata wewe. Hakuna kitu kibaya kwenye maisha kukalili eti nikienda hapa napata kitu hiki. Nikienda hapa napata kitu hiki. Msimu uliopita kama unakumbuka Jadu Mechi ya nne Simba alipoteza point. Unakumbuka? Na cost sare. Mechi inofuata ya tano Simba akafa kwa Yanga point ngapi? Tano. Kabla mechi kumi tayari Simba anaongoza hapo pointi moja. Yaani mechi kumi hazijaisha. Tayari Simba anaongoza hapo pointi ngapi? Moja paka mwisho wa ligi tunafika. Tunaigombania pointi moja. Hapo kifanya analysis za ufundi za za uwanjani sasa kuna kitu nakigundua kwamba msimu uliopita Simba alizulumiwa ubingwa. Alikuwa na kiwango kikubwa cha kuchukua ubingwa. Analyze. Msimu tunarudi tena. Mapema Yanga anapoteza pointi ngapi? Mbili. Mapema anakuja ndio kwanza kapoteza pointi ngapi? Mbili. Alafu mnyama ndio anakupigia mpira mwingi pia kwa Simba jisi sirivo sasa hivi tunahitaji makocha wenye uwezo kama hawa, kocha mwenye CV, kocha mwenye program. Alafu kuna kitu labda mkielewe jadu, kocha mfundishi mchezaji kucheza mpira. Mpira ni kipaji cha mtu. Kazi ya kocha ni kujua mchezaji huyu acheze kwa wakati gani, mchezaji huyu wa tumfanyie hesabu kwa muda gani, mchezaji huyu acheze kwa mechi gani, inamfiti mechi gani kwa wakati upi. Huyo ndo kocha. Nilete mfumo gani kulingana na mechi hii, ndo ndo ukisikia kocha bora. Lakini ukimwona kocha anamwangalia mchezaji Yaani mm-hmm. Inapokuja swala Dabi. Yeah. Dabi anakuambia mambo yote lakini Dabi ndio mechi zangu. Na sisi kwa tuliteseka kipindi hiki miaka miwili kwenye Dabi imetusumbua. Kwa kwenye kutafuta tukadokezwa kuna kocha mtaalamu wa Dabi. Papante hivi. Huyo hapa baba ana mitatu. Kama de, kama Rushan Deruka alivyokuja alimsema, "Oh ana tatu, oh yeah, ana Eleni." Yeah. Kazi anaifanya gamlo za hivi kanyamaza. Unasikia yeah, mpira sio sura. Sasa uzuri kocha wao pia amesema malengo yake anazidi kuya kuyaingiza ni mizizi ile kija kukubali, hiyo inakuwa balaa. Unajua Mandala hiyo nani? Folz eh, Roman Folz <laughs> ni bonge la kocha sikiliza. katika makocha Yanga walowapata makocha bora, yule kocha Folz na kocha mzuri. Na mimi nilifanya nini? Nimesali sana, nimekesha na kuomba, nimetembea makanisani, nimeenda kwa kwani Musa, si nimeenda kwa Mwamposa, nimeenda msikitini, na nimechanganya mpaka dini kwa ajili ya kumwombea yule kocha. Kwa sababu gani? Nimeiona Yanga katika wachezaji waliosajili msimu huu, very poor player wachezaji wa bovu, lakini hawaoni shida ni nini, wanakuja kumsingizia kocha. Kocha huyu ni kocha mzuri, kwanza anajua kuleta mifumo, na ukifuatilia hata wachambuzi wengi wakimchambua na kumwambia huyu kocha katumwa na FIFA kuja kubadilisha mpira, hata umuelewa kwa haraka. Sasa hapa kuna kitu anashinda kukielewa, wanashinda, kuna kitu wanakuchanganyua kati ya kocha na wachezaji, wapi, yupi, yupi mbovu wanaficha kwa, kuna kitu wanakificha, wanakijua ukweli, kuna kitu wanakificha. Unajua kwenye usajili jadu, narudia tena, ikauli mchezaji unaomleta watakuwa mzidi kiwango mchezaji aliyomkuta, au angalau viwango viwe sawa, sio awe chini. Lakini ukiangalia wachezaji wa Yanga waliokuja msimu huu viwango vyao vipo chini, tofauti na wachezaji waliokuwepo kina Pakome, si ndio? Yani ule boheli ukimwangalia na Dube, bora Dube

haiwezekani mapema hii mtu apoteze pointi mbili mm. Je, mechi tano mbele inakuwaje? Kwa hiyo sisi tunajisikia vibaya wakimpoteza. Huyu kocha atakuja kumjutia Jadu, ah, eh. Yanga ya akija kumpoteza huyu kocha eh, watakuja kumjutia. Ukweli wanaojua wamulizi, alikamo ukweli wanaojua kwanini yanga anacheza mpira huu, wanajua ukweli. Bonge moja ya kocha kumbe, eh, ni bonge la kocha perfect, tunasema Yeah, mi ni mwenyewe nimeona sio kwa kuona na nimemfuatilia kipindi anafundisha wa, wapi Mamelodi timu kocha msaidizi. mm -hmm. Kwanza kocha na msimamo wa cheki kocha cheki Ala msimamo wake acheki. Kocha kimwambia tukutaka anakwambia siondoki. Sasa si kocha ala msimamo anaitakia mema timu. Wewe wa nini ufukuze kocha kakupa haitaki mema? Kipindi kule Mbeya wanamwambia ondoka ondoka. Akiwa ashaondoka hatua akasema mimi siwezi kuwasikiliza watu. Mimi naangalia taaluma yangu na kwa ajili nimekuja kuifuata kuitengeneza Yanga; niache niitengeneze Yanga. Yanga msije kusubutu kumwacha kocha mtamjutia; ndio kocha bora. Sasa wewe unasema ni mzuri nataka Yanga wasimwache. Unataka endelee kuabutua Huyu kocha mzuri, swali lengo eh, lao mfunge Simba, eh, mnnn <laughs> mzuri sika, tufunga sisi kwenye dabi sasa. Kuna haja gani ya kuondoka? Kuna haja gani ya kumwita kocha mbaya? Nimwambia shida ya Yanga sio kocha, shida ipo, sio kocha. Huyu kocha mzuri. Ukitaka kuamini kocha mzuri, acheki. Kocha hataki masala na mtu, acheki. Ana misimamo. Umfukuzo, mpeleke wapi? Mwache abaki, tucheze ligi ligi <laughs> inaendelea <laughs> nikiangalia na, na, na, na ratiba yenu pia mbeleni Eee, mtaingia pale Eswatini yani yeah. Mnarudi kule kule, kusini kusini, unajua hujad kuna kitu sokijua so labda hatua tu ya Simba Sports Club, sisi michuano ya kimataifa, kuna hatua sisi hatuziwazi, unaweza kuona Simba anatoka anatoka. Ndio maisha yetu sisi, yako hivyo, tunaelewa. Hii michezo ni michezo ya mipango, tunaweza kusema mipango miji au ya kutumia formula. Sisi Simba hatuazi hatua za awali, hasa hivi hatuazi, hatua inayofuata hatuazi, hatuazi makundi, hatuazi robo. Sisi dawa pekee inaanza kutusumbua sisi kuanzia nusu, ambayo msimu uliopita ule mzizi tumeuvunja, tumecheza hadi wapi? Kwa sisi kitu ambacho tutapoanza kutia nguvu kuanzia nusu fainali. Na onyo ili onyo na hapa, Yanga wahangaike, wasisubutu kukutana na Simba michuano ya klabu bingwa Jadu, narudia. Yanga hapa Tanzania tukicheza ligi kuu, sijui FA watatufunga hata mara mia, ila Yanga wasije kusubutu kukutana na Simba klabu bingwa, hatua yoyote iwe makundi, iwe robo, iwe nusu, watafungwa na Simba nje ndani. Simba klabu bingwa inabadilika, bwana yo, bwana yo, mtu akakupiga mara sita kwa ile ma. Sikiliza Ibenga alisema e, Simba tewe mbovu vipi e? Inapokuja swala la kimataifa Simba inabadilika, na ushahidi upo, ushahidi upo Jadu. Ya amna Simba ile ilikuwa mbovu kama Simba kina nani wale? Kina kinapita banda kama wanaikumbuka. Ile Simba ilikuwa mbovu, lakini kinapokuja swala la kimataifa toka acheza goli tano tano na tena matimu makubwa. Simba kimataifa inabadilika. Muhammed Mo, ukimsikiliza kauli yake, ukimpa mic, anakuambia lengo langu kuchukua ubingwa wa nini? Wa Afrika. Haribu JSM, ukimpa mic anakuambia Yanga bingwa. Kuna kauli mbio zimo, usielewe kwamba JSM focus yake ni ligi kuu. Mo focus yake wapi? Mo kule yupo nyuma. Inapokuja swala la kimataifa Mo anakuwa bayani, mashabiki wanakuwa bayani, Simba inakuwa bayani, wachezaji wanakuwa bayani. Yanga asisubutu kukutana na, na Simba kule. Asisubutu, narudia ii kauli, asisubutu kukutana na Simba kule kimataifa. Huko sawa, huko tunajua nyie wanapopita kule wewe unajua Simba kimataifa, unaisikia. Sisi tunabadilika tunapokuja swala ya kimataifa, na hii Simba unaiona, Simba ya Bram Morris, Simba ya Soa, Simba ya Selimani Mwalimu. Ah jana wewe mna unalawa dishi mkikaa juu kule <laughs> <laughs> ile pia <piyo> ile ofigwa haram <laughs> naona sasa tunashinda tukoongea, kwani jadu hodi lao kikaa juu kule kila inapopigwa kwa zile pasi, yani hizi zilipigwa pasi, afu mimi kwa kweli, kwa najiuliza kama mchezaji anaweza kuwa man of the match katika fainali ya Kafu, ambao kuna Waarabu wote wapo, akawa mchezaji mbaya? We, inakuja kilini jado, yaani, yeye ndio mchezaji amekuwa man of the match katika fainali toka toka tulivompeleka kumfanyia maombi, alipowaka pale KMC kiwango chake akijawahi kushuka impact kama umeangalia kuna kitu kinaitwa organization of impact hmm? <coughs> utaalamu sasa kinaingia kwenye ukocha sasa, <coughs> <coughs> organization of impact between Moris Blamwendi mtare kama kitu umekiona, mm. kuna compound moja inatengenezwa pale katikati, wanapishana hivyo hapa, hiyo chemistry hiyo <laughs> chemical change <laughs> <coughs> kuna kitu kinaitwa chemical change kwa kinafanyika pale, mtu anapita huko, anapita huko, anapita wanachanganywa mabeki. Kwa hiyo ukiwa na mawinga design ile, unacheza nao kwenye mechi, wale mabeki wanachanganyikiwa. Ndio maana mimi nasubutu kusema msimu huu Yanga wasitafute cha kusingizia timu lao bovu, ila hakuna ligi dhaifu kama ya msimu huu. <laughs> okay. Nisikiliza jado. Yanga watakimbilia na machaa aa maredioni koo oh, ligi ngumu? No, ligi sio ngumu. Ligi hii ni nyepesi tena dhaifu, wao timu yao mbovu. Ukiwa na timu mbovu, lazima ligi utaona ngumu, ukiwa Nisikiliza jado. Na timu mbovu ligi utaona ngumu. Hilo kuwa na timu nzuri ligi unaona rahisi tena dhaifu. Kwetu sisi Simba ligi ni dhaifu, nyepesi kabisa, rahisi sana. Kama unashinda goli 3 3 kila mechi ligi ina ngumu gani? Nyepesi nyepesi <laughs>